saji wa kijinsia ameelezea hofu kuhusu ongezeko la dhulma hizi katika baadhi ya kaunti ikiwemo Kisumu na Kwale. Kulingana na maafisa wa GTA, ongezeko la visa hivyo katika kaunti ya Kwale yameshuhudiwa pakubwa katika sekta ya uvuvi. Aidha, umma umeshauriwa kupiga ripoti katika idara husika wakati ambapo visa hivyo vinatokea. Mary Kyallo anaarifu. Siku kumi na sita za wanaharakati kuhusu dhulma za kijinsia zinapoendelea kuadhimishwa maeneo tofauti nchini. Kaunti ya Kisumu imeripotiwa kuandikisha ongezeko katika visa vya dhulma za kijinsia kila kuchao. Shirika la kukabili unyanyasaji dhidi ya wanawake Kovao likielezea hofu ambayo inakumba familia kufuatia ongezeko la visa hivi. Sasa wakitaka sheria kuzingatiwa ili kukomesha visa hivi vya dhulma za kijinsia.

Washikadau katika shirika la GTP kaunti ya Kwale nao wakieleza kwamba dhulma za kijinsia zimekithiri katika sekta ya uvuvi, hali ambayo imekuwa kero kubwa kwa muda, wakiwekeza juhudi za pamoja kuhakikisha visa hivi vinakabiliwa katika eneo hilo. Zinafanyika ndivyo ama sivyo? Kuna za dhulma kule manyumbani ama hakuna? Zipo. Ni wakati umefika wazile dhulma peupe ili kuzikomesha. Tukubaliana hapo? Kwa hiyo nataka niwashukuru wote ambao wamejitokeza siku hii ya leo, ili tuje tuambizane, tukumbushane kuwa masuala mengine na ni ya dhulma. Na tufuate njia gani wakati mtu amepatwa na dhulma hii? Katika kaunti ya Nyandarua umma umeshauriwa kujitokeza na kupiga ripoti wakati visa hivi vinatokea kwa mtu licha ya jinsia yake, kwani ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha visa hivi vinakomeshwa kwa jinsia zote. Wakati mimi nitapigwa nitoke kwa mume wangu, nirudi nyumbani. they brand us some names especially here in Kikuyu they start calling people gishokyo which is a very bad name, so there is a woman who will choose eh, avumilie kwa ndoa hata kama ni mbaya badala ya kurudi kwao. Najua siku hizi sio wamama tu wanachapwa, hata wazee wanachapwa. Wazee wanachapwa, ni kunyamaza, wamenyamaza. Tafadhali ongea kwa sababu wale wamanyamaza, unakuta wa, watu wanapigwa, mama wanapigwa na mabwana zao, unaona inaonyeshwa kwa social media haya, unapata pia wazee wanapigwa. So tunaona ya kwamba hii mambo ya gender based violence imekuwa sana kwa wingi. Mary Kyallo, Undugu TV.